Tunaita hii ni mesh au grid system, kwamba tunakuwa na multiple earthing electrode mbalimbali mbali. Unapoweka hizi elektrodi moja kwenye jengo, zitegemee kwamba itapata kazi vizuri, kwa tunaweka multiple, tunaweka grid system au mesh system, kwa maana tujakubondi hii za bondi hii a bondi hii, hii na hii, baadaye tunarudisha huku iwa kwenye bondi moja. Hii itatusaidia sisi kuweza kupata value ya ground resistance iwe ndogo. Unaweza kuona pitch kama hii tunaweka 8 electrode zaidi ya 12 pointu, kwa sababu ina maana kila point itakuwa na 8 electrode tatu au nne kwa kuziunganisha. Baada ya hapo tutapima point moja moja. Kuna mita yetu mzee mkaiona pale, tunaweza kupima hii ya point hii moja peke yake. Ambapo hizi ni 8 electrode mbili zimeenda, tunapima, tunaangalia value yake. Unaweza kuangalia hapo kwa hii value imeenda ngapi? Hapa inakuja inaendelea kuvari kumi na nane pointi mbili inashuka kidogo, ipo kwenye kumi na nane. Inaendelea bado kuvari, inashuka nzuri imefika hadi kumi na saba point nane sita.